Baadhi ya wakazi wa wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma wameiomba serikali kuwatengea maeneo wa wafugaji ambao wapo katika vijiji vya Muhuwesi na Makambale na Nakapanya ili kuepusha uharibifu unaofanywa na mifugo. Wananchi hao wamesema kumekuwepo na wingi wa wafugaji katika vijiji hivyo ambao wamekuwa wakiwasababishia hasara ya uharibifu wa mazao yao. Hamza Mashole anayo taarifa zaidi. na wengi wamechumuliwa Wakizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika kijiji cha Nakapanya, wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma, wananchi hawa wameiomba serikali kufanya hima ya kuwapatia maeneo mengine ya wafugaji ambayo yatakuwa mbali na mashamba yao ili kuepuka ugomvi ambao wanaweza kujitokeza pamoja wa na uharibifu wa mazao unaofanywa na mifugo. Wafugaji wameingia katika mpango ambao sio mzuri, wameingia holela Watu wa vijiji walishafanya mipango miji kusema kijiji hiki kitakuwa na ufugaji kadhaa, lakini sasa hivi tena kulazimishwa. Sasa hivi wameingia wafugaji wanatoka Morogoro, wanapita nje nje, wanakaa kwenye maeneo yetu. Hawa wafugaji hawa watengewe sehemu maalumu. Wakulima tunapata tabu sisi, hatukuzoea zoea ugomvi ule wa wakulima na wafugaji. Asili ya sisi huku watu wa Tunduru watu, lakini miaka hii miwili tunataka kuanzishwa ugomvi ambao sisi hatukuutegemea. Mwaka jana Disemba Ha anajisema ndio mmoja wa 12. Tulieni, tulieni. Palitokea pale vijana wauli wameuawa na wala mang'ati. Sasa hapa sisi tunakosa imani, lakini serikali yetu inasema tusichukue sheria wa mkononi. Huko sisi tayari chance tumeshajiandaa tu kuuawa kwa sababu bwana anatumia silaha. Sisi tunakwenda kwa maneno tu bwana, mbona umenifanya, mbona umenifanya? Afisa mifugo wilaya Tunduru Chiza Malando, yeye anaelezea mikakati walionayo katika wilaya yake. Ili kuhakikisha kujitokeza migogoro baina ya wafugaji na wakulima inayoweza kuleta uvunjifu wa amani katika wilaya hiyo, tumekutana na wafugaji. Sasa hivi tunafanya sensa ya mifugo yote na wafugaji wote waliopo, ili tuweze kuangalia ni namna gani tunaweza tukawatafutia maeneo ya mbali na wakulima, tuweze kuepukana na hii migogoro walionayo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Tunduru Juma Omela amesema zoezi la kuwapatia maeneo mengine wafugaji hao limechelewa kutokana na wao kudanganya tokimu ya mifugo walionayo hapo awali lakini kwa sasa mwarobaini umepatikana. Wao walidanganya takwimu. Sasa baada ya kudanganya, mtu ana ng'ombe elfu mbili anasema ana mia tano Sasa hilo ndio lilikuwa tunaletea shida. Anasema ana mia tano kumbe utakuta huku wako elfu mbili Tumewapa siku ishirini wahakikishe kwamba wameshaleta takwimu pale ofisini, picha zao. Baada ya hapo, tutakaa kama serikali, tutatoa kauli ya pamoja kuhakikisha kwa kwamba nyinyi wafugaji, eneo lenu ni hili hapa, mtakwenda kuishi hapa. Katika hatua nyingine, Omela anatoa angalizo kwa wenye viti wa vijiji, mwenyekiti wa kijiji ambao utakuwa unauza mashamba ya wananchi wakisingizia kwamba unamleta mwekezaji unamleta mtu zoe, anataka mashamba na saizi barabara ilivyokamilika hivi inavyokamilika, watu wengi watakuja kununua ardhi huko. Kwa hiyo atakapokuwa anakuja kununua, wenye viti wa vijiji ndio chokochoko cha choko choko kuwapeleka, anapata 10%. Sasa mimi niwaambie atakayebainika kufanya hivyo anataka kukaa mbali na familia yake kwa miaka kadhaa. Nikiripoti kutoka Tunduru mkoani Ruvuma, mimi ni Hamza Mashore wa TBC.